Haleluya, walikuwepo wachawi na walikuwepo washirikina. Kuna tofauti ya uchawi na ushirikina. Nielewe vizuri, kuna tofauti ya mchawi na mshirikina. Mshirikina ni mshirikina, anaokwenda na winda kwa waganga wa kienyeji kutafuta dawa, yeye ni mtembea kwa waganga wa kienyeji, huyu anaitwa mshirikina. Mchawi ana uwezo wa kupaa na kupita kwenye ukuta bila hata kutumia kitu chochote, hata bila kubomoa ukuta. Huyo ni mchawi na anaweza akaishika nafsi yako. Sasa washirikina wanakwenda kwa wachawi, maana mchawi na mganga wa kienyeji ni jao, ni joja, jambo lao ni moja. Mganga wa kienyeji ni mchawi mzima mzima, ambao yeye anaweza akakamata nafsi ya mtu, anaweza akaizofisha nafsi ya mtu anaweza akalitembelea gari la mtu, anaweza akachezea nyumba ya mtu, anaweza akatembelea nyota ya mtu, anaweza akaangusha gari la mtu. Ndio maana mshirikina kazi yake ni kwenda kusaidika, kutafuta mga, dawa kwa mganga, anakutana na mchawi, anaambiwa wewe, tulia, ni kuonyeshe kazi. Unataka tumfanyie nini mtu huyu? Yule mshirikina atatamka anachokitaka. Nilitamani mungemtengenezea ajali, nilitamani mungechukua nyota yake mkaileta kwangu, nilitamani mungemchonganisha na mme wake, nilitamani mungemuunguzia watoto wake ili nikaona analia. Mchawi ndio anaanza kutengeneza mambo yake, anamwambia nenda, na nampa siku tatu, kaza wa kaza, utaona matokeo. Lakini leo ninakueleza kuna tofauti ya mchawi na mshirikina. Mchawi kazi yake ni kutimiza mambo, mshirikina ni kwenda kwa mchawi. Lakini wote washirikina na wachawi wanaotafuta maisha yako, leo tunawaunganisha. Haleluya, haleluya! Ndio maana kuna uchawi, ndio maana kuereza watu wanaweka vikao na viringe, na ndio maana nakwambia, uchawi hujaanza leo. Uchawi una kizazi hadi Twende Matendo ya Mitume kumi na tatu kuanzia mstari wa sita nikuonyeshe kidogo. Walipokwisha kupita katikati hey, ya kisiwa katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, wakaona mtu mmoja sauti, mtu mmoja andika. Hiyo pointi, mwenye kuandika andika juu: Mungu, nipe nguvu ya kuteketeza uchawi na ushirikina. Ah, wewe. He. He. Matendo ya Mitume. Sikiliza. Wakaona mtu. Kwani waliona bundi? waliona kobe? Hapana. waliona nyoka? Hapana. ila walimwona nani? Mchawi, mtu mchawi. Nisikiliza vizuri na pati zuri na kueleza kwa habari ya Mungu, anapenda kurudia rudia unapokuja hapa siubiri dini ya mtu ya kwamba ipi nzuri ipi nzuri ipi mbaya, hayo utajijua mwenyewe. Ninachokijua kizuri ni Mungu alio ni hai! Yes. niumba yes, hai huyo yes, yes. Ndio mzuri sema amina. Amina, amina. Amina sema amina. Amina, ndio maana Mungu aangalii sura ya mwanadamu, anachokitazama ni moyo. Haleluya, haleluya. Angekuwa anaangalia umbo na kimo, si wangependwa tu watu kama kina Sauli waliokuwa warefu sasa mimi mfupi kweli. Sasa sijui Mungu angesema sasa we nilikuumba nchi gani jamani? Eh? sasa wewe inakuweje? Lakini bahati nzuri, Mungu anaangalia moyo wa kupokea, kabisa wa kupokea, ndio moyo kama huu. Mvua inanyesha, lakini umepenya huko hekaluni, kwani kwa usijipigie makofi aliyo hai yes, yes, yes. Na ndio maana mimi nataka nikuambie tutengeneze. Ndiyo, ili tuone ya kwamba kumbe hata mafanikio na baraka hayaji kwa kuchinja mnyama. Ndiyo, hayaji kwa kumwaga damu. Ndiyo, hayaji mpaka uchinje kuku, ah, yanaweza yakaja kwa utaratibu. Habisi, na kanuni za kimungu, sema amina, vile ambavyo tunapoweza tukaelekezwa na tukifanya na tukatii na tukaenda mambo yanaweza yakajipa na tukaumeza ushirikina. Haleluya! Maana mimi ninaamini ya kwamba sauti ya Mungu iko juu zaidi ya sauti ya mtu anaokuchukia kabisa kabisa. Sauti ya Mungu iko juu zaidi ya sauti ya mtu ambaye hakupendi wewe. Ndio kuna mwingine ukimuuliza kwa nini unipendi? Ah, mimi simpendi tu hmm. Yaani kuna wanadamu wako hivyo. Yaani ah, kwa nini wewe unamchukia fulani? Ah, mimi nitokea kumchukia. Simpendi tu. Yaani mimi simpendi tu. Sababu gani? Hata mimi sijui. Yaani simpendi. Sasa mtu kama utafanyaje? Bwana yo utafanyeje? Amen. Ni sawa sawa. Wewe unaweza sawasawa, ukawa nanipenda, ila mtu mwingine akatokea akasema, kasema mm, huyo Mapigano. Yaani mimi unajua simpendagi. Kwa nini naumpendi? Yaani simpendi tu. Yaani simpendi tu ukimuuliza sababu ni nini? Hii hii, hata mimi nacha nilijikuta tu simpendi. Sasa mtu kama utamsaidiaje? Sasa utafanyeje sasa na mtu huyo asiyekupenda, wa nini? Sema amina. Sasa nguvu ya Mungu iko juu zaidi ya huyo mtu anokuchukia. Kabisa kabisa. Sasa kama neno la Mungu liko juu zaidi ya mtu anokuchukia, hilo ndio ndo tuliagize. Sema amina na lishuke kwako likupe maarifa yes. Ili utoke mahali hapa yes, ambavyo ulikuwa uvioni ukavione. Oh, amina, amina. Sema na iwe hivyo. Haya, tumepata hapa mwanadamu wakakutana na mwana mtu, mchawi nani mchawi? Kwani wamesema ya kwamba ni nyoka, imeandikwa nani hapo nani nani Mtu, sindio? kwa sauti, nani mtu? sauti tena, nani mtu? si ndio aliyokuwa mchawi? Ndio. Sasa sasa, kama walikuwa watu wachawi, twende. mtumishi wa Mungu, anza moja, ehe. walipokwisha kupita katika kisiwa chote mpaka Pafo, ndio wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo. wakaona mtu mmoja mchawi nabii wa nini? Wa uongo. Kazi yake ni kudanganya. Twende, mtu huyu mm -hmm. Alikuwa pamoja na liwali mm -hmm. Sergio Paulo, ndiyo, mtu mwenye akili, mtu mwenye akili. Yeye liwali aliwaita, ndiyo, Barnaba na Sauli. Yeye bali liwali yule mtu mwenye akili, Paulo akawaita Barinaba na Sauli twende waje kwake waende kwake wakataka kusikia neno la Mungu wakataka kusikia neno la nani mm. rudia tena hapo akataka kulisikia neno la Mungu rudia tena hapo akataka kulisikia neno la Mungu akataka kulisikia neno la Mungu twende lakini lakini Elima yule mchawi lakini rudia tena Elima yule hey, mchawi wa wachawi. Kuna mtu anataka alisikie neno la Mungu, lakini hapo kuna mchawi. Unaweza ukawa unataka kulisikia neno la Mungu, lakini pembeni kuna ushirikina unaendelea hapa. Huyu mtu mmoja anataka kulisikia neno la Mungu, lakini pembeni yake kuna mchawi dio. kuna ushirikina uko pembeni mm, uko pembeni akafanyeje? Akashindana nao, akashindana yaani, watu wanapotaka neno la Mungu wanataka wasikie sauti kutoka kwa Mungu. Mchawi kazi yake ni kuzuia, yeah, yeah, anashindana na mtu mm, ya kwamba sitaki mwanadamu huyu akalijua neno la Mungu. Ila hawezi kuja kukuzuia kwa maneno yake anaweza akatumia uchawi, twende mtumishi wa Mungu akashindana nao <laughs> akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Hebu sikiliza, anatia vitu fulani, anatengeneza maneno yake ili kumtia moyo wa yule liwali achane na imani mm. Ah, mi ndiyo maana nawaoneaga huruma watu wanaokata tamaa na kurudi nyuma wengine wanafikiria ni kama jambo la kawaida mm. Ebu angalia huyu mchawi yuko kivyake, huyu mtu yuko kivyake. Mchawi anapuuliza, ila anaunasa moyo wa mtu, anautia uzito, anaweka uzito kwa mtu, ili yule mtu akate tamaa Ndiyo. Awe na roho ya uzito kwenda kulisikia neno la Bwana mm. Awe na roho ya uzito kwenda ibadani mm awe na roho ya uzito kuutafuta wokovu. Hmm, na ndio kazi ya ushirikina. Hmm, unaweza. Ndio maana wakati mwingine tunawakumbusha, ombeni watoto wenu, ombeni familia yako, ombeni mme wako wakati ajaja ibadani, usifikiria kwamba wakati mwingine ni kwa uwezo wake au ni akili zake. Wakati mwingine kuna ushirikina unapuuliza, yes. ili awe na moyo mzito ndio, yes. Maana mwanadamu mwingine unaweza ukamuandaa, ukamwambia twende jumapili kanisani, yes. Unafika pale na amekubali, unapofika unampitia Anashangaa ana anabadilika na kuambia niko bize, kuna jambo limeingiliana, tutaenda siku nyingine, tutaenda wakati mwingine, utanipitia siku nyingine, utanipitia siku nyingine, njoo nipitie na wewe. kwa moyo na wa kimungu na utumishi ulionao bado haukati tamaa. Yes. Hauchoki Jiu. Utaenda tena kwa mara nyingine rafiki yes, yangu twende. Uliniambia siku fulani nimekupitia, sasa unafika pale anatoa sababu zisizokuwa za maana kwako, ila kwake kumbe anaona ni kama za maana. Kumbe anakupiga chenga, anakupiga chenga, kumbe ni nini? Usipotulia vizuri, unaweza ukamlaumu mtu huyo, unaweza ukamchukia mtu huyo, ukasema amekudharau. Kumbe ndani yake kuna watu wanapuliza wanatia moyo wake kuwa mzito, usiungane na ibada, usisikie neno la Bwana ili waendelee kuwa mateka, ili waendelee kuwa mikononi mwao. Wewe uliopata kibali unaojitia nguvu ukaja mahali hapa toka, unajiamini wewe, sio mateka, wewe uko huru kwa jina la Bwana. Yes, yes, yes, yes. Uchawi upo, shetani yupo, nguvu za giza zipo, ila Mungu yupo na nguvu yake yes, ipo ipoewe semamnaemama s sema amina kanisa. Na ndio maana kakikao haka kareo tunafanya utaratibu huu, utaratibu wa leo. Hata kama kuna uchawi ulioendelea kwa asili mm. sawa mm. ukao umewangia kwenye nywele, kwenye kucha, kwenye koo, kwenye pua kwenye macho kwenye miguu kwenye nini ili wakufanyie chochote wanachotaka, iwe mizimu ya nyumbani, iwe ya wapi, iwe kitu gani kinachofanya, bora iwe nguvu za giza zinachotaka kufanya wanachokifanya. Na mimi nakueleza kilichokuwa kinaendelea kwa sina, kikafanyika haka ka kikao kanakwenda kumaliza utatuzi wa kesi hizo zote. Oh, amina, amina, amina, amina. Mtu mmoja aseme na iwe hivyo jamani. Sema, hey. Lakini elima yule mchawi, maana ndiyo tafsiri ya jina lake, akashindana nao akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Lakini Sauli lakini Sauli ambaye ndiye Paulo ambaye ndiye Paulo akijaa Roho Mtakatifu, nimejaa Roho Mtakatifu, akamkazia macho. Sikiliza, nimemwacha sasa huyu huyu. Sinataka aje kwenye ibada, si ndio? amjua Yesu, si ndio? ye namweka pembeni, vita inarudi kati ya mimi na nani? Sauti sasa mchawi. E, sema tu hata lia, vita inakuja kati ya mimi na nani? Wewe usisemi si ndio? Mchawi, oh, mchawi. Vita inakuja kati ya mimi na nani? mchawi. Huyu ndio kumkazia macho, sema amina hmm. Leo usishangae mimi natamka neno juu ya yule mchawi, Yes. Ambaye anawinda kazi yako na maisha yako na ndoa yako, ambaye anawinda watoto wako na miguu yako na mikono yako, huyo ndio mimi namkazia macho leo. Yes, yes, yes. Namkazia macho leo. Yes, yes, yes. Namkazia macho leo, namkazia macho leo, namkazia macho leo, namkazia macho huyo ndio, yeah. Oh, namkazia macho, sema amina. Anaotaka kuweka pesha ndani ya kifua chako, huyo mm, ndio namkazia macho kabisa. Sema Amina, Amina. Sema Amina, Amina. Ambayo anataweka tatizo dogo tu lakini linaanza kuzaa mawazo makubwa ya kwamba mbona nataka kufa, ni kifo itakuweje? Unaanza kuwaza hata kama kuna mtu alikutangulia kwenye kifo, unaanza kuwaza labda nataka kumfuata fulani, labda nataka kunani fulani. Anakupulizia roho ya kichawi uanze kuanza kukiona kifo, na mimi leo nakupulizia pumzi ya uhai. Yes, ukaone uzima na afya. Yes, Pokea name, pumzi ya uhai. Sema amina. Amen. Na ujue kati ya mimi na wewe ni wa thamani mbele za Bwana. Yes. Kama ni wasamani, hebu angalia jambo hili. Mungu alisema ng'ombe wakiwepo, wakawepo. Akasema mbuzi wawepo, wakawepo. Akasema nyati wawepo, wakawepo. Samaki wa baharini wawepo, wakawepo. Alipofika kwa mwanadamu yes. akatulia hapo, ndipo akapuliza pumzi ya uhai Ziyo. ng'ombe hajapuliziwa pumzi ya uhai Ziyo. mbuzi hajapuliziwa pumzi ya uhai mwanadamu alipuliziwa pumzi ya uhai Ziyo. neno linaloweza kuishi na yes. mimi nakueleza kwa pumzi ya uhai uliona ikaishi na izae mema. Hebu pokea. Napokea kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, ku like na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.